Zo, angalia mbwa anatembea kama anacheza mapiano Kofi. <laughs> Sio kama anacheza a mapiano, nadhani anaumwa. Angalia mbwa anabweka kiajabu ajabu. Ndiyo, na anatoa mate mengi sana. Nafikiri tunapaswa kukaa mbali, anaweza kuwa na kichaa cha mbwa. Bibi yangu alisema mbwa wagonjwa wanaweza kusambaza kichaa cha mbwa. Huu si ugonjwa wa hatari ndio, Kofi? Ni ugonjwa ni hatari, tukae mbali. Watoto rudi nyuma, huyo mbwa anaweza kuwa na kichaa cha mbwa. Kichaa cha mbwa ni uh, mbwa ni ugonjwa wa virusi unaoweza kuzuiwa kwa chanjo, ambao uathiri mfumo wa neva. Huenea kupitia kuumwa au kukwaruzwa na wanyama walioambukizwa, wanaweza kupata kica mbwa. Mamalia wote wanaweza kupata kitaa cha mbwa mpaka ngombe hata mbuzi, lakini mara nyingi mbwa ndio wanasambaza ugonjwa huu kwa binadamu. Kati ya asilimia ya visa vya kichaa cha mbwa kwa binadamu mbwa ndio chanzo cha maambukizi ya virusi, na watoto wa umri chini ya miaka kumi na tano mara nyingi huwa waathirika wakubwa wa ugonjwa huu, na pia ni asilimia arobaini ya wagonjwa wote. Daktari, kwa nini watoto kama sisi tuko hatarini? Swali zuri. Watoto chini ya miaka kumi na tano mara nyingi huathirika kwa sababu wanacheza na wanyama bila kujua kama ni wagonjwa. Ndiyo maana ni muhimu kuepuka mbwa wa mitaani. Mm, nini kinatokea mtu akipata kichaa cha mbwa kwa binadamu dalili za kichaa cha mbwa zinafanana na zile za mafua, homa, maumivu ya kichwa na hali ya kuto kujisikia vizuri kwa ujumla. Kadri ugonjwa unavyosonga mbele, mtu anaweza kupata wazimu, tabia zisizo za kawaida na maono ya uongo, pamoja na hidrofobia, yaani hofu ya maji na kutoa povu mdomoni. Huyo mbwa anabweka kwa ajabu, atokwa na mate mengi anaonekana kuwa na asiri wakati mwingine, wanyama walio na kichaa cha mbwa huwa na uoga, wanadhiriwa na mwanga au sauti. Ni dalili za wazi za kichaa cha mbwa kwa wanyama wa lazima nirekodi kesi hii mara moja. Sasa tunapaswa kufanya nini kuzuia kichaa cha mbwa? Kwanza ripoti wanyama wagonjwa kwa madaktari wa mifugo, wachanje wanyama wako mara kwa mara na uwadhibiti usikaribie mbwa mitaani na uhamasishe jamii yako kuhusu kuzuia kichaa cha mbwa ukiumwa osha jeraha kwa sabuni na maji kwa dakika kumi na tano ili kupunguza virusi kwenye jeraha na kuchelewesha uenezaji wake usifunike jeraha liacheni likauke kufunga bandaji kunaweza kuunda mazingira ya kudumisha maambukizi kisha nenda hospitali mara moja kwa matibabu kuchoma sindano ya kinga ya mwili dhidi ya kichaa cha mbwa na mapema ni bora zaidi Tunapaswa kuambia watu wote kijijini kuhusu hili. Tukishirikiana tunaweza kuzuia kichaa cha mbwa. Ndio, tunapaswa kuchanja wanyama wetu wa kufugwa na kuepuka mbwa wa mtaani. Hmm, na mtu akiumwa, tutajua la kufanya. Nyinyi ni watoto jasiri na wenye akili sana. Pamoja tunaweza kupambana na kichaa cha mbwa na kuokoa jamii yetu.